Eh, hii ah, ni Hai Kilimanjaro. Ukiwa unahitaji viwanja ah, tunanunua na pia tunauza bei poa, yaani ukiwa unahitaji tu bei poa, ni viwanja ambavyo viko Hai karibu na KIA airport. Halafu unaona vile maji ni mengi, yaani unachimba. Watu wanasema kwamba hai labda maji ni machache, sijui kuna ukame. Sasa hivi ni kipindi ambacho kina ukame mkubwa sana, lakini Mungu amekuwekea bahari huku chini. Unajua kwa mtu ambaye anajua kwenda na wakati, sasa huu ndio wakati wa kupata viwanja huku Boma. Yaani maji ni mengi. Alafu non stop, yani mwanzo mwisho. Yaani wewe pump hata mwezi mzima hayaishi. Yaani wingi huu, hii ni inchi moja na nusu. Sasa ni viwanja ambavyo tunauza bei ya mserereko, bei kwa sadala, yani bei nzuri. Ehe, viwanja vyenyewe viko Hai sio mbali na airport kwa sababu tuna matarajio kwamba airport kukija kuwa na five star lodges, wageni watakuwa tena walali Arusha au Moshi? Na hapa ni kitovu cha Arusha na Moshi, kwa hiyo ikiwa una unahitaji una mawasiliano, hebu ni cheki kwenye bio uh, tuweze kufanya biashara. Lakini tunakupatia maeneo ambayo hayana changamoto ya maji ya mafuriko au labda hayana mgogoro, yaani unapata eneo ambalo limenyooka, unachimba maji yako kama haya, na wataalamu tunao kwa bei, maana wanachimba tu kwa mashine za mkono, kwa hiyo bei ni affordable. Uh, kwa hiyo tunakukaribisha sana, ni viwanja ni vya kutosha, na pia kama ni mtu ambaye una kiwanja chako bei poa niambie, na kama unatafuta kiwanja bei poa niambie pia. Yaani uh, tunajenga katika huo uaminifu, lakini maji ni ya kutosha, yaani ni ya kutosha. Hivyo unavyoona ni, ni na nusu, presha. Angalia ya kutosha ni inchi moja na nusu hiyo unaona, hiyo unaona, haya maji ya kutosha ni fountain, yaani huko ni fountain. Haya, maana Moshi huwezi ukachimba maji um, kwa sababu ukichimba uki maji ni mita nyingi sana zaidi ya 80. Hata KIA kabisa kule bado huwezi kuchimba maji ni karibu mita 80, lakini tunakupa location ambayo unachimba maji unatengeneza green unayotaka, yani inakuwa ni amazing, eh? Unaotesha, unafanya irrigation, unafanya kama ni accommodation, ni BNB siyo ni nini, tunakupa location ambazo ni nzuri. Eh, kwa karibu sana sana sana sana. Mambo, mambo ni moto yule, eh, mtu ambaye anakwenda na wakati. Sasa haya ndio mambo ya nyakati haya. Eh? Karibu sana. Tumeshakuwa na uwenyeji, kwa hiyo tuna hizo ramani nzuri za viwanja vya Beipoa, aidha uh, kununua au kuuza viwanja vya Beipoa. Haya, pamoja sana.